Mnyama um, Simba anakwenda kumkaribisha Petro Di Luanda katika uwanja wa Benjamin Mkapa, mchezo um, ambao utakwenda pia kutoa taswira ya Simba uh, uwanja wa nyumbani ambacho wanafanya kwenye kundi hilo la Ligi Mabingwa Afrika. Siko na Nazareth Upete kuligusia kundi hilo, lakini pia namna ambavyo anamtazama mpinzani huyo wa kwanza wa Simba anayekutana naye pale Benjamin mkapa. Upete. mm. Simba na Petro di Luanda ana steady melin na hmm, ya narudi tena ya, Afrika kaskazini, Esperance, Esperance de Tunis, moja ya timu ambazo pia zinajulikana kuwa timu ngumu na zenye ushindani kwenye uwanja. The most underrated team in Africa. Ni Esperance de Tunis. Nakwambia. Lakini, yeah. Lakini ni, ni, ni wapinzani ambao wataisumbua Simba. Yaani, unajua sifa zinazopewa Mamelodi sifa anazopewa Wydad ndio alitakiwa kupewa Taraj Esperance, lakini hizo sifa hazijawai kaa kwa upande wake. Sijui, sijui kwa sababu anatokea Tunisia. Mimi huasielewi. <laughs> Na sijui watu wanatazamaje mpira kwa sababu kwenye miaka kumi ya hivi karibuni barani Afrika, ukiproject timu yenye mafanikio zaidi Champions League, wa kwanza ni Al Ahly, wa pili ni esperance. Esperance tangu elfu mbili kumi na saba Esperance hajawahi kukosa robo fainali. Esperance amecheza fainali nne ndani ya kipindi hicho, amepoteza mbili, ameshinda mbili, amefika nusu fainali karibuni sita, sijui tano. Ameishia kwenye robo fainali mara moja tu, ingine zote ana qualify kwenda kwenye hatua zinazofuata. Esperance ni mabingwa mara nne wa michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Nyuma ya Al Ahly mwenye 12, Zamalek na TP Englaba Mazembe wenye tano anafuata yeye. Lakini the way anavyozungumzwa watu wanamchukulia timu fulani vile. Na unajua kwa nini? Mimi nawaelewa kitu kimoja tu kwamba kwa nini wanachukulia poa? Kwa sababu haichezi mpira wa kuvutia. Timu ambayo asilimia mia moja pengine hata mia mbili inacheza mpira wa Kiarabu, asilimia zaidi ya mia moja ni Esperance de Tunis, wana Taraj. Wana kitu cha ajabu sana wao, mara nyingi huwa wanaenda kwa aggregate tu, yaani hapa unashangaa wamefungwa moja pale, wameshinda moja, wameenda matuta, wameenda unashangaa wamekufunga moja kwao, kwa kwa ukienda mbili wanakufunga, wanaenda so ni timu flani hivi ambayo hi mbele ya macho ya watu wengi, lakini kwenye vitabu vya historia inaitaja kama miongoni mwa timu bora za muda wote barani Afrika, na ukitaja zile top 5 wao wanaingia kwenye kundi la namba nne, nyuma ya hao Ahli, Mazembe, Zamalek wanafuata wao. Kwa hiyo in any case wao hawawezi kuwa chini ya Wydad wala ya Mamelodi, sababu kwenye zile timu tano bora za muda wote barani Afrika Mamelodi haingii kabisa. Si ndio? Mamelodi kama pyramids tu ubingwa mmoja basi. Na Esperance wao ukiuliza ni timu gani ambayo imeitoa mara nyingi zaidi kwa miaka hivi karibuni? Ni Mamelodi Sundowns pia. Kwa hiyo ni timu flana ambayo very underrated lakini Simba walishawahi kushinda dhidi ya timu ngumu kuliko Esperance kwa maana kuna Al Ahly. Simba walishawahi kuzisumbua timu za namna hiyo. Sijui mara hii watakujaje. Bahati nzuri pia mechi yao ipo mwanzoni mwa Januari, mwishoni mwa Januari huku ambayo wataanzia kule Tunisia, alafu watarudi nchini Tanzania kwenye ile bandika bandua. Kwa hiyo wanahitaji mkakati mzuri sana kucheza na timu ya aina hiyo, lakini uh, petro di Luanda ambao umewagusia mchezo wa kwanza nyumbani, mechi ngumu sana hiyo, ngumu sana tu, na hiyo ni kwa sababu Angola kama nchi ime, kuna namna imeshuka ime kidogo haijafika kwenye yaani, haipo kwenye ile levels za miaka mitatu iliyopita. Hata Petro di Rwanda yenye ya miaka mitatu iliyopita ilikuwa tofauti na hii tunaizungumza sasa hivi, lakini kunayo nafasi ya wao kuendelea compete kwa kiwango cha juu, na ndio maana unaona wamerudi kwenye Champions League. Msimu uliopita hawakufanya vizuri, walitolewa mapema tu. Msimu huu wamerudi Msimu uliopita Angola ilibebwa sana kwenye kombe la shirikisho na Bravos do Maquis aliyefika hatua ya makundi, si ndio? na uliona mechi yao na Simba hapa Kumkapa jinsi ilivyokuwa. Wanahitaji sana performance bora kuelekea kwenye mchezo huo. Simba wanahitaji performance bora sana kwa sababu Bravos do Maquis Wanacheza, na projection tu ya mpira wa Angola, kasi nyingi, anacheza mpira mzuri, akina Gilberto, akina nani wote wale wanahitaji tu kuwa kwenye ubora wao ama waamke tu kwenye ubora wao waende kudeliver kwa kiwango kubwa. Kwa hiyo Simba ni lazima wawe bora sana kuelekea kwenye mchezo huo, licha ya kwamba hawajajipata sana kama ambavyo ilikuwa zamani, lakini bado huwezi ukabeza ile performance yao nini ambacho uh, Simba wanakuwa kuzingatia kwenye mchezo huo? Kwanza okay, ukiwa nyumbani pengine ndo mchezo ambao wakishinda uh, ni mwanzo mzuri, lakini pia ni mwangaza kwenye kundi lao. Yeah, absolutely wanahitaji kushinda kwa sababu ya mwelekeo wa uko mbeleni, unacheza hapa, halafu baada ya hapo unaenda nchini Mali. uh, Mali sio kugumu sio kugumu na inawezekana kabisa kupata alama sita kwa wale wa Stade Malien lakini hawa Petro de Luanda ni lazima kucheza kwa tahadhari, kucheza vizuri, na hata wao pia wanafahamu kama Simba imekuwa timu tishio kwa miaka hivi karibuni, kwa hiyo hawatakuja kinyonge. Lakini Simba wanachopaswa kufahamu ni kuachana na yale mazoea, kwamba kwa Mkapa huwa tunashinda, kwa Mkapa huwa tunashinda. Unapaswa kuona mikakati sahihi kuendelea hiyo mechi. Siwezi kuwafundisha Simba nini cha kifanya, kwa sababu wanajua nini ambacho wanataka kufanya, lakini kubwa ni niku... kwa wanashinda na ulikuwa hapo kwenye mchezo wa mwisho wa ligi wa Simba kabla ya FIFA break, Simba dhidi ya JKT Tanzania. Ulishuhudia namna ambavyo kocha Panteva alivyoanza first eleven yake lakini alivyokuja kuimaliza mechi, na namna ambavyo viungo alowatumia. Kitu gani umeki notice waliwatumia kwenye safu ya kiungo ya Simba? Walianza wakina Kagoma, Nabi Kamara, lakini baadaye mwalimu akafanya mabadiliko akawaingiza wakina hua Kante pamoja na mori unajua eh, mimi naweza nikakwambia last season, mimi na wewe tulikuwa tuna tunazungumza sana mm -hmm. nikawa nakwambia mimi siamini kama Jashale ahwa <laughs> na nilipata comment nyingi sana Jashale ahwa anatakiwa kucheza vile anavyocheza, anapaswa kuwa zaidi ya vile.